lamnashara hii tumwombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amjalie afya njema semeni amin. Lakini pia tumwombee kwa Allah, sio vibaya kutumia fursa hii, tumwombee aendelee kuwepo katika jimbo hili. Mbona kimya jamani? Tumwombe Allah aendelee kumpa power, aendelee kuliongoza jimbo hili, kwa sababu amekuwa ni kiunganishi kikubwa cha jamii ya wilaya ya Ilemela. Takbir sote! Kwa wale ambao kwamba wanawake wote mlo safi, tusome alam nashara kwa nia na kwa ikhlas, tumwombee mama huyu juu ya wema wake, majaza ul ihsanu illa al-ihsan, wema malipo yake ni wema. Sisi kumlipa yeye hatuna kikanuni, kwa haya anayotufanyia, tunawajibika kumlipa na sisi sasa. Uwezo kumlipa sisi hatuna, lakini uwezo wa dua tunao. Tunanyanyua mikono yetu kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, yote tulioyazungumza, Mwenyezi Mungu ambarikie.

Tunakuomba kupitia sura hii, sura ambayo ni ya kufungua majambo yaliyojifunga, mfungulie ya milango ya kheri. Mama huyu mwepushe na kila lilokuwa baya katika utawala wake. Tunakuomba ya Allah, mpe nguvu zaidi, aendelee kuwepo katika jimbo hili zaidi na zaidi, kwa jinsi na namna anavyowaunganisha wanailemela na watanzania kwa ujumla kwa rehma zako na kwa fadhila zako, mama huyu anatufaa zaidi, tunamkabidhi mikononi mwako ya Allah, muhifadhi juu ya kila baya, na kwa yoyote anayemwangalia kwa jicho baya, jicho la hasadi, jicho la sihiri, Mwenyezi Mungu amjua yake dhamiri, mkunje kunje, mtupie mbali huko, bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Na mengi sana ya kusema ila kwa ufupi tu nimpongeze sana mheshimiwa mbunge kwa kuwa wakufanya hivi, ameendelea kuwaleta watu karibu, lakini naktimani tukaendelea kuwa wamoja zaidi haya kakipindi hichi ambacho chakugodia Mwenyezi Mungu. Hili nimpongeze sana lakini pia nawasihi sana ndugu zangu Waislamu, isiwe tu katika kipindi hichi ambacho ni cha Ramadhani, tukawa tunaacha yale yote yasiyotueleza Mwenyezi Mungu, lakini tunapomaliza Ramadhani tunarudi tena kwenye mambo yale ambayo tuliyakataa huko nyuma, ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu. Tunawaomba hata baada ya Ramadhani tuendelee kuepuka kutenda yale yote yasiyotueleza Mwenyezi Mungu. Jambo hili limekuwa ni ada ya Mheshimiwa mbunge wetu wa wilaya Elemela kufanya jambo hili la kheri, na huu ni mwendelezo wa mambo ya kheri mengi tu ambayo amekuwa akiyafanya, na sana katika kujenga mapenzi, kutafuta thawabu, lakini kuonyesha yeye yuko pamoja nasi sisi sote. Natambua kwamba tuko wengi ndani ya wilaya yetu Elemela Kwenye utambulisho umesimama hapa, kata kumi na tisa, ni watu wengi, lakini si kazi ndogo iliyofanyika hapa, kukusanya umma huu na kuhakikisha unawatendea jambo la ihsani na jambo la huruma. Lakini tumeambiwa hapa watu waliokuja hapa ni makundi matatu. Kundi la kwanza, kuna watoto yatima, kuna wajane, kuna wazee.